Wao wakaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18 wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote tisini tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama tatu na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa. Kwa wale ambao wameshachinja lazima atakukuruka tu vurugu. E, lazima vurugu. Afanye vurugu, ndicho ambacho amekifanya. Ame, ame Mashujaa ilikuwa lazima tumchinje tu mm -hmm. Sasa tunamchinjaje, ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita, nyama kaondoka na alama tatu, sherehe zinaendelea. Tuna sherehe ya fainali tuna sherehe ya kasi na tuna sherehe ya kumnyoa mashujaa hii leo. Haikuwa mechi ya li e, yeah, starehe sana hii leo ya uh, starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja bao mbili bao tatu eh, kipindi cha pili unakuwa ume relax unaangalia kubodi mm. Mechi ya leo ilikuwa na pressure sababu tayari umeshatanguliwa. Eh, tulikuwa tumekaa jukwaani pale tukawa tunafarijiana mm. Tu, ndao wote na na shughuli inaishia hapa, lakini tuona muda unazidi kwenda, tukaanza ku accumulate pressure. Kwa hiyo hatuja enjoy hata kidogo football, tumekuja kuenjoy mwishoni kabisa, baada ya filimbi ya mwamuzi ya mwisho. Semaji pia huku uh, nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. <laughs> Mimi siwezi kuzungumzia maamuzi ya maamuzi. unaona tu yuko sawa sawa. He was right na jopo lake wote walikuwa asilimia 180 very right. Yes. E, na waamuzi wetu wamekomaa sana. Wako very very stable. Mm. Eh. Kama Semaji <laughs> umesema una sherehe ya kasi. Ulikuwa unafuatilia unachoendelea huko? Ya mechi tumemaliza. Ubaya ubwela e, maana yake ni kwamba e, tutakufanya vibaya utake usitake. Ndiyo maana ya ubaya ubwela. Na ubaya ubwela ina, ina asili ya kulazimisha hiyo ndio ubaya ubwela, yani unataka usitake, utatoa. Hiyo ndio ndio, yani mpaka ifike dakika ya mwisho yenyewe. Ubaya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kwenye mechi kama hii, wapinzani kama hawa, ubaya ubwela e, hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunacho stahili. Na mechi ya leo, ndugu zanguni, mm. meona hizi taa zenu hizi, ndugu zangu waandishi wa habari, mm. leo mgezi washa hapa ili tucheze mechi ishe, namna ambavyo mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala kule kulala mm, leo tungecheza mechi na tochi tungechanganya na taa zenu hizo mm, refa aone mpira tucheze mpaka dakika tisini tisimini za haki zikamilike, yeah. <mama> Kwanza, ushindi ni ushindi, lazima utambue hilo, iwe kwa penati, iwe kwa faulo, iwe kwa namna yoyote ile. Ushindi ni ushindi, ili mradi ni ushindi halali. Na tuwaambie tu, penati ndizo zimetupeleka sisi fainali, baada ya baada ya kupigiana penati na Almasi, usidharau penati. Hmm. No, <laughs> <achaba> <laughs> yeah, of course. Uh, kama tungedondosha alama maana yake tulikuwa tunaweka ubingwa rehani. Uh, in either way kupoteza ama, ku, ama kusare, hesabu zilikuwa zinakaa zinakaa vigumu mno lakini ndio maana tukapambana ili kusecure pointi tatu za leo, mbio za ubingwa ziendelee kuwa hai. Ndio maana tukapambana kweli kweli tuweze lakini, kwa nini labda tumecheza hii, swali tumehiyanauliza, kwa nini tumecheza mchezo wa aina hii? Tumetoka kucheza mechi kubwa na ngumu sana ya yani nusu fainali pale Afrika Kusini, unategemea Ukitoka kucheza mechi ya aina kama ile ambayo tumecheza nusu fainali, mechi inayofuata lazima mcheze kwa kwa, kwa kwa kiwango cha chini sana, kwa pesi ya chini sana, kwa sababu nguvu kubwa imetumika katika mechi ile ya iliyopita. Ndio maana hata mwalimu akalazimika kufanya rotation ili ile fresh dam iweze kuingia na kukonka the match. Alafu wengine waje waingie baadaye wakiwa vilevile na nguvu mpya waweze kucheza kwa dakika 45. Kwa hiyo Simba lazima watambue hili, kwa mechi tuliocheza Jumapili, ilikuwa lazima mechi hii ya leo tucheze tucheze kwa namna hiyo, na muhimu, tumepata ushindi, tunaendelea kucelebrate. Sasa hapo pia ukicheza katika timu ambayo mnasikia imeahidiwa pesa za milioni 100, milioni 50 kama hivi. Wao mnawaambia nini wachezaji na management yenu mnafanya nini? kama ni kweli waliahidiwa pesa, kama ni kweli I'm not sure. Kama ni kweli waliahidiwa hmm. Ilikuwa ni, ni, ni kiasi gani? Inasemekana milioni mia, inasemekana milioni mia umesema wewe. Kama ni milioni mia kweli wawape hamsini. ha, wawape wa ha, no, wawape tu, wawape sema kweli eh, vijana wamejituma mno wame mimi mwenyewe kama ningekuwa na fedha ningewapa, mm-hmm. wallahi ladhim, wamecheza wame, wame out of the power, wamecheza nje ya kiwango chao. Ni kwa sababu pengine ahadi ilikuwa inawazuzua, ina, ina, sasa kama ni kweli waliwaahidi ushindi, wewe umesema sare ndio ilikuwa basi, wawape tu hiyo hamsini, kusema kweli wamejitoa wa mno wamejitoa sana kusema kweli, wanastahili wanastahili kupewa chochote wasiwaache kavukavu, hata 25 wawapi. Kwanza walikuwa na kazi ya kutaka kuwaumiza wachezaji wetu, kipindi cha kwanza walikuwa wanacheza rafu sana, nadhani ni katika mipango iyo la kwanza. Kwa hilo peke yake wanastahili, wanastahili kupata chochote kitu, lakini pamoja na matokeo haya bado wanastahili kutunzwa. Jamani, wamejitoa mno wale vijana wa Kigoma, wamepambana vibaya mno. Bahati mbaya wamesahau, hii ndio Simba Sports Club. Hata mhaidiane ukiopeana dunia, tutakufunga tu.